Jinsi ambavyo tuliangalia tuna taasisi zaidi ya laki moja na arobaini ambazo zinatakiwa kujisajili kwa Tanzania nzima, na mpaka sasa tulishasajili taasisi zaidi ya elfu mbili lakini za mkoa wa Mwanza mpaka tunakuja zilikuwa ishirini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba zilikuwa bado ni, ni kidogo, na tunategemea baada ya hii elimu tutaendelea kujisajili na tunapoongelea taasisi hizi zaidi ya laki moja, maana yake taasisi zote ambazo zinakusanya na kuchakata taarifa zinatakiwa kujisajili kuanzia loji kuanzia nini wanatakiwa kujisajili ili kuonyesha kwamba wateja wanahudumiwa inakuwa hivyo, lakini kuna taasisi kubwa sasa ambazo zinaingia katika uchumi wa kidigitali ndio ambazo zimeshajisajili kwa haraka sana, ili kuweza kuendelea na utekelezaji maju wa majukumu yao, na pengine e, ieleweke kwamba tulikuwa tumepewa mwisho wa kujisajili ilikuwa ni tarehe 30 Disemba kwa mwaka huu uliopita ulio na, tumeongeza muda ili kuweza kupata nafasi ya kutoa elimu kwa zaidi kwa umma na kwa wakusanyaji na wachakataji, kuongeza spidi ya kuweza kujisajili. Mpaka mwisho itakuwa ni tarehe 30 e, mwezi huu mwezi wa nne mwaka 20 na 25, na maana yake ni kwamba baada ya tarehe hiyo e, yeyote yule atakaye kuwa anakusanya na kuchakata hizi taarifa na kwa ajili ya kutoa huduma yake atakuwa anatenda kosa kama atakuwa hajajisajili. Kwa nini Watanzania wanapaswa kuwa na matumaini na tume hii? Hii tume ni ni chombo muhimu sana kwa sababu kitu tunachokiangalia cha msingi sana hapa ni maisha ya watu, na maisha ya watu ndio utu wako, na ndio sababu ya sisi kuishi maisha. Wakati tunasema ni kama maigizo, kuna vitu vinafanyika nyuma ya pazia ili kujiandaa utatokeaje na uonekane ukoje. Sasa amna mtu angependa kwenda kuonwa akiwa nyuma ya pazia anafanya nini? Naamini mnaweza mkawa mnanielewa. Ndio maana kuanzishwa kwa tume hii ni e, ni kikatiba. Katiba ya nchi inaonyesha kwamba ni muhimu kukawa na na taasisi hii, ibara ya kumi na sita ibara ndogo ya kwanza na ibara e, ndogo ya pili. Ukiachana na hiyo, e, tumepitia mchakato mzima kwa ajili ya, kwa, ya, ya kutungwa kwa sheria hii na kwa vyombo ambavyo vinahusika na utungwaji wa sheria ya nchi. Kwa hiyo tume imeanzishwa na sheria e, sheria namba 11 e, sura ya 44 ya, ya mwaka 20 na 22. Ukiachana na hilo, bado hii pia ni sera mojawapo ndani ya uh, manifesto ya Chama cha Mapinduzi, e, e, sura ya 62 e, nayo pia inaongelea habari ya ulinzi wa faraga uh, u, sambamba na hilo bado jambo tunalolifanya linagusa maisha ya kila mtu na ndio utu wake. Kwa hiyo jambo tunalolisimamia ni jambo la msingi sana. Kama nime, kama nilivyosema ni kwamba maisha ni kama e, maigizo, lakini hayo maigizo, ungependa igizo lako lionekane ni li vizuri na liendelee kuonekana ni heshima mbele za watu. Watu wakikufata kwenye faraga zako e, ni kitu ambacho si kizuri, na kwa maana hiyo tume hii tuko uh, tuko tuko serious na hili jambo kuhakikisha kwamba taasisi zilizopewa ridhaa ya kutumia taarifa za watu kwa ajili ya huduma zitumie kwa ajili ya kuwahudumia hao watu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba zinajisajili kwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Okay. Taasisi kubwa ni kama zipi na taasisi ndogo ni zipi? Pia taasisi kubwa ziko nyingi. Pia kwa mfano tunaweza tukaongelea taasisi kubwa kuna taasisi kubwa sana hapa. Tuchukulie taasisi za kifedha za kisekta, taasisi za kifedha maana kuanzia BOT na mabenki yote. Tuangalie makampuni ya simu, ndio yatahitaji ridhaa ya mtu ili aweze kumhudumia. Tuangalie taasisi za kifedha za kilimo, kwa hapa Mwanza kuna taasisi nyingi sana zinazohusiana na mambo ya kilimo zinakusanya taarifa za wakulima ili kuweza kutoa pembejeo na nini, hizo zinatakiwa kujisajili. Tuna taasisi ambazo pia zinahusika, kwa mfano kuna taasisi hapa zinahusika na uh, ufugaji wa samaki naita sijui ni nini, nazo pia zina data za watu za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha jambo hilo lina linafanyika. Kuna taasisi za usafiri za usafirishaji, kwa mfano tunaongelea kama Bolti kama nini una request maana taarifa zako ndio ziko mle ili waweze kukuhudumia. Hizo ni taasisi kubwa chache ninazozisema, lakini tunaweza kuwa na taasisi ndogo. Wewe una lodge tu, lakini unahitaji kumhudumia mtu na unaomba kitambulisho chake cha NIDA ili umpe mahali pa kulala. Taasisi kama hiyo inatakiwa kujisajili, na inatakiwa mtu akifika pale akutane na, na, nani, na, na, na, na cheti cha kuonyesha kwamba eh, anazingatia sheria hii na taasisi ndogo ndogo ziko nyingi ambazo zinatoa hizi huduma: vikoba, eh, microfinance na vitu vingine kama hivyo, vyote vinatakiwa kujisajili kuweza kuonyesha kwamba taarifa hizo zitatumika ipasavyo. Pengine adhabu ni kama zipi? Adhabu, adhabu ziko nyingi, ikiwa ni pamoja na kupigwa faini, faini kubwa eh, vile vile unaweza ukapelekwa mahakamani, yes kwa hiyo ni e, adhabu ziko nyingi kwa mjibu wa sheria. Tunaelekea katika duru za uchaguzi mkuu mwaka 2025, nini rai yako kwa waandishi wa habari, vyombo vya habari, wanasiasa, e, katika kutimiza wajibu kwanza, wao? Kwanza kuna jambo la muhimu hapa ambalo, uh, ingekuwa ni vyema tukalielewa. E, tume hii inalenga kulinda faragha za watu na kwa maana hiyo isiingizwa isiingizwe isi kwenye e, mtazamo wa kisiasa. Sisi tunamwangalia e, mwananchi mwenyewe mwenye taarifa zake na zinatakiwa kutumika e, ipasavyo kwa ajili ya kupata, kupata kupata huduma anazotakiwa kupata, na kikubwa zaidi unaweza ukaona kwamba tume hii inachagiza e, ubunifu unaoendelea na hasa tunapoelekea kwenye uchumi wa kidigitali. Sasa tunapoelekea kwenye ishu za uchaguzi e, faragha za watu ziheshimiwe. Litakuwa ni kosa kama kosa lingine, na sheria nyingine zipo na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanya kutekeleza majukumu yake kama inavyotakiwa. Kama mtu mmoja amemchafua mwenzake, kuna sheria ya ya, ya, ya, eh, makosa ya kimtandao, itakaa itaka. Kuna sheria nyingine za nchi ambazo pia zitaendelea. Sisi eh, eh, mtu ambaye tunamwangalia ni mtanzania mwenyewe na faragha yake na kwamba faragha yake inatakiwa ilindwe kutokana na wale watu wote wata ambao watakuwa wanatoa huduma e, kwake. Lakini je, taasisi zinajisajili vipi? Mhandisi Stephen Wangwe ni mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, PDPC. E, taasisi hizi ambazo zinakusanya ama kuchakata taarifa za watu binafsi zinazopaswa kujisajili hazina haja ya, ya kuja ku, ku, kufika katika ofisi physically kwa sababu tuna uwezo wa kuprocess maombi ya usajili kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupitia mifumo ya tehamu. Kwa hiyo natakiwa tu ingie kwenye tovuti ya, ya tume ambayo inapatikana kupitia e, www.pdpc kwa maana ya p ya personal d ya data na p ya protection c si ya commission pdpc.go.tz. Ukiingia pale, kuna kidude kimeandikwa registration. Kwa hiyo huyo mtu anaenda kusajili anakibonyeza kile kitufe. Kwa mujibu wa sheria, anapaswa ateue afisa ulinzi wa taarifa binafsi au DPO pale kwenye sehemu ya registration. Ukiingia kuna sampuli ya barua za kumteua DPO, wakishamteua DPO, huyo DPO huyo ama huyo afisa ambaye ndio afisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi ndio atakaye ingiza credentials mpaka mwisho wa kukamilisha signature. Na pale kwenye hiyo e, tovuti pia kuna namba za simu. Hata kama wewe hujui mambo ya IT, basi kuna simu unaweza ukapiga wakakuelekeza mwanzo mpaka mwisho. Ni rahisi kabisa na inachukua muda mfupi tu kuweza kujisajili. Yaliulizwa uh, yale, ulizo, yale. E, ma, ma, ma, ni gharama za usajili. Gharama za usajili zinachakatwa kutokana na taarifa unazoziingiza. Kuna gharama kwa ajili ya zile taasisi ta ambazo sio za kiserikali, kwa maana NGOs, na CSOs na FBOs ina flat rate, lakini yule anayejisajili akichagua kama ni NGO, alafu huku baadaye akaombwa aweke cheti cha NGO, akaweka cheti cha kampuni, itamrudisha kwa hata kama alikuwa amelipia kama NGO, ina maana yeye alikuwa ameudanganya ame, ame, ame mfumo. Kwa hiyo itakurudisha ili uchague eh, kampuni na kampuni. Kuna taarifa ambazo zitahitajika kwamba kampuni yako inatengeneza eh, eh, faida gani au pato gafi kwa mwaka mzima, na mfumo wenyewe utakukadiria kiasi gani ambacho unatakiwa kulipa, na utakuletea control number kwa ajili ya kulipa. Baada ya kulipa, ile maombi yatakamilishwa, na hatimaye eh, mwombaji ataweza ku, ku, kupakua kile cheti chake kwenye mtandao bila hata kufika e, kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Lakini malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea mpaka sasa, tushapokea malalamiko takriban 60, na mengi ukiyaangalia katika necha yao, e, ni haya ambayo yana hali ya udhalilishaji e, wananchi wanahitaji huduma ya mikopo. Kuna zile wanaita online lenders ama wakopeshaji wa mtandaoni wana apps zao ambazo lazima upite hatua fulani ili uweze kupata huduma. Sasa unakuta katika hizo hizo stage unazopita, kuna sehemu yule mtumiaji ama anahitaji huduma anaulizwa, na turuhusu kutumia phone book yako. Kwa hiyo wengi wamekuwa kitik pale, wanairuhusu ile app kutumia phone book yao, na wakati wa malipo sasa yule mwenye mtoa huduma anapeleka message ya kumdhalilisha yule mhusika kwenye contact book yake yote. Kwa hiyo tumeona makosa mengi ya hivyo, lakini e, tumeshirikiana na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na mamlaka ya mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama, tumeweza kuzifuta usajili wake hizo taasisi zote ambazo zinafanya uhuni huo. Lakini pia tunatoa wito sasa kwa watumiaji, wewe mtumiaji ukienda, lazima uwe uwe makini na kile ambacho unaombwa na pia tunashauri kwamba hizi huduma zinazohusu masuala ya fedha, fedha ni taarifa nyeti. Sasa mambo ya ku, ku, ku, kupata huduma ya ya taarifa nyeti kwenye mitandao hata mhusika hujamuona, kitaalam sisi tuna tunashauri tuna, tuna isifanyike hivyo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi kama wanahitaji huduma zenye zinahusisha taarifa nyeti wafike katika maeneo husika, wasifanye katika e, mitandao.